Oya mitoto ya Mungu, mimi mtafutaji mwenzenu. Eh, nilipotoka mimi hapa fai. Eh, mitoto ya Mungu. Mitoto ya kulala mbwili ili kuamka manganyo. Mitoto ya location zile zile majumba mabovu. Ndio location zetu unashangaa nini sasa? Oya waambie kabisa wafikishie salamu hizo wao sio? Eh, mlipoandika pale usikojue fine elfu hamsini. Eh, mimi nimekunya na sijazoea wape salamu. Usishangae, si unajua. Maana nilipotoka mimi kila siku nawaambia ni pagumu hapa fai ya msikii. Eh, nilipotoka mimi mwanangu unga ulimwagika, afu ikanyesha mvua Unaelewa, sufuria ugali kamwagika, afu akishapatikana hukumu yake ni kunyongwa mpaka kufa. So e, wazee wa madogi dogi, mitoto ya majibwa, mitoto ya mbwa, mitoto ya Mungu, mitoto akula kwa jasho, mitoto location zile zile majumba mabovu ya slogan ile ile. Si tunazunguka hapa hapa tunatembea hapa hapa, ila tunanyosha kule eh. Tunatafuta pesa, tunatafuta pesa, tunatafuta pesa eh, hata kama ukitona tumeshika tama, ukizubaa tunakupiga mtama. Ndo vile eh.